La, mimi nachofahamu uimbaji mm tu ni uimbaji, ila tu aa, kuna aina ya mziki ambao ume, umejulikana kwamba huu ni mm, mziki ambao wanaimba watu wa gospel, ndio na mziki ambao wanaimba watu ambao wanaimba bongo flava mm, na kuna, kuna mapigo yao ambao wanaimba bongo flava maana yake ni mm, nyimbo ambazo aa, tunazo tunasemea zinafundisha jamii kwa namna yake lakini pia zina zinaelekeza mambo ma, ma yake ni siwezi kusema sana huko, lakini na sisi tunaimba gospel, tuna mapigo yetu, lakini pia kuna namna jinsi ambavyo tunaimba sisi. Tunaimba kulitukuza jina la Mungu, lakini pia kuelimisha kwa jamii, kwao kuna mianguko. Sasa tunaposema gospel flavor, ni mtu ambaye anaimba ujumbe wa wa, wa injili lakini mapigo yake anatembea mianguko kama wanaoimba bongo flavor. Okay. Kwa hiyo inakuwa gospel flavor. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kipawa chako au vision ya talent uliyo nayo, yani unafikiri ni ipi, unatamani ifike wapi? Kwa kwanza kabisa, tunapo tunaposema tunamtumikia Mungu au tunaimba, lengo kubwa kabisa watu wahudumiwe kupitia zile nyimbo, kupitia maubiri hususa. Uh, mimi ninatamani sana nyimbo zangu ziwafikie watu vijijini mijini na sehemu mbalimbali ambapo hata neno halijafika. Unajua, neno likifika, kwa mfano Nitainuka Tena, uh, yawezekana kuna mtu yuko mahala amekwama kabisa, anaona hawezi tena. Mwingine yuko hospitali kabisa. Hata hapa tunapozungumza yawezekana kwa hapo mtu yuko mahala ambapo amekata tamaa, ule wimbo utakapopigwa popote pale akausikia nitainuka, tena yapo matumaini makubwa kwa mtu uliokatwa kuchipuka tena hakika, na mwamini Mungu kupitia wimbo nitainuka tena. Na nimekuta shuhuda nyingi sana, nimeenda sehemu mara nyingi kuhudumu, nimeshangaa nime, nimeshangaa nime, mtu anajitokeza anasema, mtumishi, nilisikia wimbo huu kwenye redio, nilitiwa nguvu sana. Nilikuwa nimekata tamaa, changamoto za ndoa na nini na nini basi, lakini nilivyosikia wimbo Naona kutiwa nguvu. Kwa hiyo, mimi furaha yangu kabisa, nisikie nyimbo tu zimetembea, zinahudumia watu, ndiyo malengo yangu makubwa. Lakini haya mengine eh, ni Bwana tu, ni Bwana tu <laughs> eh, lakini malengo yangu makubwa ha, ni kazi ziwafikie watu, wahudumiwe wengi zaidi. Okay. Hapo ulipo na management, ha, management hapana. Ha, ni mimi mwenyewe Tunduna. Uwe ni wa kumtukuza Mungu amsifie Yesu namna hiyo, lakini akianza kusifia, si tunaona nyimbo mbalimbali za mtu anaamua kusifia eh, wanawake anaamua sifie tu wanawake hmm. hmm. kwa hivyo lakini niseme kama amesimama kwenye neno la Mungu mimi niko tayari kufanya naye kazi kufanye kuna wengine wa rap rap hip hop eh hey, hey, yeah. ah bwana yeah. mwimbaji eh Mungu ni fundi Mungu ni hatari <laughs> eh hey, sasa mtu wa namna hiyo anataka sasa, natamani naomba sasa mtaalamu, mpite kwa chorus tu tu tunapita your... au <laughs> sio, unajua hata mtaalamu mpite kwa chorus tu mda tunapita tunajua hata yani, yeah, unajua rap nimetoka nime labda niseme nimetoka kwenye mziki wa hip hop nimefanya mziki wa hip hop nikiwa Mwanza. Mm. E, na nimekulia kwenye mziki wa dunia wa, wa, wa, minuia, wa hip-hop. Mm. E, kwa hiyo naamini yule anayefanya hip hop kama ni hip hop ya kumtukuza Mungu, kuna masera wako kijiweni pale kianza <laughs> kusikia Yesu anakupenda, Yesu sarenda <laughs> Yesu, nini ninini. Mm. E? kwa shetani hacha kwenda <laughs> nini yani, unakuta kuna vina na vipanga lakini vya kumsababisha mtu hivyo. Unajua kuna watu wengine wa, labda niseme hivi, unajua kuna, nimeona hata kwenye mitandao watu wanabishania mziki, sijui mziki huu ni wa Mungu ni na nini na nini. Ni sawa, kuna mziki ambao sisi wa Afrika au sisi wa Tanzania tumeweka kichwani kwamba huu ikipigwa hivi hii ndio itakuwa ni kwa mba, ay, hido, Mungu. Ikipigwa hivi ni kwa shetani. Kwa hiyo kulingana na namna hiyo tuna tuna tunaendana na, wa, na, na wapendwa wanavyotaka, tunataka tuendane nao ili usiwakwaze, lakini pia mtu anayefanya hip hop kuna mtu kuna eh, tuchukulie jamii ya, ya ya vijana fulani wako vijiweni, wasera wasera wasera, hmm, hmm, kuja kusikiliza nyimbo fulani naanza kuabudu, si ni, ni, ni Yesu, ni mwema si taratibu taratibu haelewi lakini ikimwendea hip hop mm. Acha dhambi zako murudie Mwokozi wako E, eh, siku ya mwisho wako utaenda wapi, motoni au jehanamu? Sasa akianza kusikia vitu kama na ah, ikirudi anajua imani chanzo chake ni kusikia, akianza aki kusikiliza utaenda wapi? Jehanamu, si ni nini jehanamu? Yesu akija jehanamu, ukifanya jehanamu, kizini jehanamu. Sasa akianza kusikia vitu vya namna hiyo kuna imani inaanza kujengeka. Yawezekana ukashangaa kupitia ile nyimbo ilikuwa ni hip hop, lakini kamokoa mtu no, Okay, e, na ukiuliza, yeah. Makanisani au sehemu mbalimbali, watu wameokokaje? Kila mtu ana shuhuda yake e, kuna mtu ilimkuta kirabuni nyimbo akaokoka. Huwezi kujua ni nyimbo gani. Tuna vitu vingi sana vya kuzungumza, ila kulingana na Nadanin kama usiti, nataka nikuzi swali moja hivi. We umesema hauna management wewenyee. yeah. Tunajua kila kazi inakuwa na changamoto yake, na ni changamoto gani unazipitia na kuzikata? Kuzika uh, changamoto kwanza, ni kubwa ni hmm. nyingi sana, kwanza hmm. eh, ipo kwenye uandaaji wa kazi. Jua kazi kua kuwafikia Watanzania hususa video kufika kwenye hatua ukapiga video yako ikatembea ni kazi mm. e, kwa mfano tunaanza ambaa mashairi kuja kutafuta fedha tena, uingie uingie studio rekodi tena wanza kutafuta tena hela zingine, uingie tena ushuti upeleke kwa director, na pia bado wanze kuandaa location nakuta ile nyimbo ina kuhitaji location. Kwa mfano nimetoka Dar es Salaam nimekuja kushuti Mbeya, umeona, usafirikijanaatakiwa uan lakinibadatsehemu aeini akwahiyo, lakini ni maandalizi unajua kadi hm, hey, ya uwezo wako tunatamani zaidi, natamani kazi istoke mpaka dunia itikisika, iseme bado niona napita kwenye majaribu, bado niona nimejaribiwa mimi, mimi wengi wakaseme zana wao kwa wao. Kuwa, hey, na na, na kipukia. Walitarajia kuona nimeacha huduma hey, na wengine wakasema ameacha kuwa ni kipindi

Hayubu aliugua sana Hayubu. Aliambiwa na mke wake, mkufuru Mungu ufe. Hayubu alisimama na Mungu, mwisho akainuka tena.